Mama Ashura Ally ambaye ni mjane mwenye watoto wanne ameviomba vyombo vya sheria na taasisi mbalimbali kumsaidia kufuatia ndugu wa marehemu mumewe, akiwemo diwani wa kata ya Kiburugwa kukwamisha ya nyaraka za mirathi ambazo zinapaswa zipelekwe ofisi za shirika la reli ambako marehemu alikuwa akifanya kazi. Tupate taarifa zaidi. Bi Ashura akizungumza na ITV kwa machungu, amemtaja diwani huyo kuwa ni mawazo wa Waziri Selemani ambaye amedai kuwa walimteua kama msimamizi wa mirathi, lakini badala yake amekuwa akimzungusha zungusha kwa muda mrefu bila kumweleza ukweli endapo ameshapeleka nyaraka hizo au la, na alipokwenda shirika la reli walimweleza kuwa wanasubiri nyaraka. Mme wangu alikuwa anafanya kazi TRC shirika la reli ya kati mm, ila kuna baadhi ya ndugu wa marehemu yani wananisumbua kuhusu mafao ya watoto wangu aliyoacha yeah, sababu so, mpaka dakika hii sielewi watoto wangu watapata vipi na tutaishi vipi, kwa sababu so, mpaka sasa hivi mimi mwenyewe nina maradhi na umwa, sijiwezi, na watoto mpaka sasa hivi hawasomi. Nilikuwa nategemea kwamba itafuatiliwa kikamilifu mirasi ya baba yao, wapate haki yao wanangu, waendelee na masomo, lakini mpaka dakika hii sielewi nini kinaendelea, nasumbuliwa tu Amedai kuwa tangu mumeo afariki dunia mwaka elfu mbili na tisa hadi leo watoto wake wameshindwa kuendelea na masomo kutokana na kukosa uwezo wa kuwasomesha na kwamba endapo angepata mafao ya marehemu baba yao angetumia kuwasomesha. Naye mkurugenzi wa TAMWA Bianan Lea Nkya, ambako mama huyo amekwenda kuomba msaada, amesema ni jambo la kusikitisha. Jamii inaposhindwa kumsaidia mjane, hasa mtu ambaye jamii imemwamini na kumpa ridhaa ya kuwaongoza, badala ya kutoa msaada anazidi kumkandamiza. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kusikitisha, kwa sababu anayelalamikiwa kuhusiana na hii mirathi ni kiongozi wa jamii, ni diwani, kwamba huyu aliaminiwa kwamba ndio anaweza kuwa msimamizi wa mirathi, na kwamba familia hii ingekuwa imepata hizo au mafao yake kutoka huko railway, watoto waweze kwenda shule. Inasikitisha sana, lakini niseme inasikitisha zaidi, kwa sababu katika swala hili la mirathi, watu wengi wanaopewa jukumu la kusimamia mirathi huwa wanadhani kwamba wamepewa jukumu la kuchukua zile mali. Nadhani ni jambo ambalo watanzania walitambue, wa, wa, lakini zaidi ni wa, waase wanawake inapotokea swala la mirathi, nafikiri wasimame wenyewe waweze kusema kwamba watasimamia. Akizungumza na ITV kwa njia ya simu, diwani huyo amekiri kuwa msimamizi wa mirathi wa mama huyo na kudai kuwa tayari ameshapeleka nyaraka zote TRL na jitihada za kuupata uongozi wa TRL kuzungumzia swala hilo zinaendelea. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV. Baadhi ya wakazi wa jiji Dar es Salaam wametoa maoni yao kuhusu saleto la kipima joto lililokuwa likihoji wizi wa vifaa na mizigo bandarini kuendelea kujitokeza. Je, mamlaka ya bandari na bandari za nchi kavu zimeshindwa kazi kazi kwa sababu kila siku vifaa vinazidi kuibiwa, hatimaye wakija uh, uh, kulalamika wenye mali zao. Hata wanachoongea wafanya kazi hawajui, wanasema kwamba ni wafanya kazi pengine wanaiba, lakini vitu hivi vinapitia bandarini, lakini bandarini hapo hamna ulinzi wa kutosha. E, eh, wizi wa mali zinazoendelea kwenye bandari, mamlaka hazijashindwa, ila naona ni ni usimamizi tu, na mara nyingi kule wizi unatokea kwa sababu unakuta labda kwa vile ba, ba, nini, bandarini kunakuwa hakuna usimamizi mzuri eh. Mimi nafikiri ni kweli zinawezokuwa zimeshindwa kazi, kwa sababu majukumu yao ya msingi ni kutoa kifaa kile kama kilivyokuwa kimeagizwa na muhusika, na majukumu ya ulinzi wa vifaa watakuwa wanahusikana, kwa sababu wanalipwa kwa ajili hiyo. Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao walikuwa jibu swali letu la kipima joto, swali ambao kwa anauliza wizi wa vifaa na mizigo bandarini kuendelea kujitokeza. Je, mamlaka ya bandari na bandari za nchi kavu zimeshindwa kazi? Mimi naitwa Godfrey Monyo, tujiunge na wenzetu hapo pale studio, wao wana matokeo zaidi ya hayo na asante sana Godfrey Monyo hapa studio. Takwimu zinasema kwamba asilimia 89 waliopiga kura kujibu swali la kimajoto lilohoji wizi wa vifaa mizigo na mizigo bandarini kuendelea kujitokeza, je, mamlaka ya bandari na bandari za nchikavu zimeshindwa kazi, wamesema ndio, wakati asilimia 6 wamesema hawajui na asilimia tano wamesema ndio. Asilimia tano, wamesema hapana. Naam na, na mwisho wa habari za kitaifa, tutarejea kuangalia habari za Afrika Mashariki.